Azam FC ambao wanajiwinda sasa na mechi yao dhidi ya Al Merriekh Bentiu wamezindua hamasa ya kuelekea katika mchezo huo wa kimataifa. <mulia> Waswahili wanasema mwenda kwao si mtumwa. Hapa ni katika kiwanda cha unga cha Buguruni. Azam FC imekuja mahala ambapo uh, ni sehemu ya sehemu ilikoasisiwa. Azam FC ni muunganiko, ilianzishwa kwa muunganiko wa viwanda vitatu, kiwanda cha Buguruni, banda la ngozi na Mzizima. Jumuiko wake ukazaa Azam FC Leo, wamerejea hapa kuungana na wafanyakazi wa kiwanda hiki kuzindua hamasa ya kuelekea katika mchezo wao wa marudiano wa Kombe la Shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Merriekh Bentiu ya Sudani Kusini. Majina, naitwa Ahmadi Jobenyo, ni katibu wa mashabiki Tanzania, wa Azamu FC Tanzania. Hii e, ni hamasa yetu kuelekea mechi ya 28. Kama tunavyofahamu e, Azamu imeasisiwa na makampuni ya SSB. Kwa hiyo tumeamua kuja kuungana na wenzetu wa SSB kuona ni namna gani wanakwenda kusapoti timu, kwa sababu tunajua SSB kuna watu wa Simba na Yanga, lakini mechi yetu ya tarehe 28 haina Simba wala Yanga Kuhu, kwa hiyo waje kusapoti kwa wale wenye nafasi tushirikiane kwa pamoja kwa sababu ni familia moja kwao. Tunaomba ushirikiano wao wa hali na mali kwa e, hamasa hii ambao tunatembea nayo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, hapa Buguruni wametikia na wanaonyesha namna gani wanaipenda klabu yao ya Azam FC. Tunashukuru sana uongozi mzima wa Buguruni hapa kwa support yao lotupa, pamoja na timu yote ya masoko, ni kazi kubwa mwaifanya, na wafanyakazi wote wa Buguruni wameitika. Nina imani tarehe 28 tutakuwa kwa wingi sana, tumefurahi kama familia ya Azam. Kwa majina anaitwa Salama Muhamedi Salum, nipo katika kampuni ya Said Salim Baresa kitengo cha ngano. Sisi kama Said Salim Baresa tunazalisha ambao tunazalisha unga wa ngano wa Azam. Tunahitaji sapoti yenu ya kutosha kwa ajili ya mechi ya tarehe 28, kwa sababu hii mechi siyo ya taifa, ni ya kimataifa. Kwa hiyo tunaomba wa mashabiki wa timu mbalimbali mbali, watu tofauti tofauti kutoka katika miji mbalimbali na mikoa mbalimbali, mje mtusapoti kama ambavyo sisi tumeitika. Watu wa Saidi Salim Bakhresa. Karibuni sana. Historia ya upande wa timu ya Azam chimbo lake na, ni wabebaji pamoja na wafanyakazi, ushirikiano mkubwa kutokana na wabebaji na, na wafanyakazi wa Bakhresa ndio chimbo kwa asili. Tunaomba kwa siku ya tarehe 28 waje, tuko wingi wafanyakazi pamoja na wabebaji. Asante sana. Kwa majina naitwa Zaholo Hamisi Mputa ni mfanyakazi wa Saidi Salim Bakhresa Buguruni, hivyo naomba niwakaribishe wa wanachama wote wa Azamu na mashabiki wake pamoja kutufikia leo hapa. Tawi lote la Azam liko hapa, kwa hiyo tunaomba tarehe 28 ujumla wote wa wafanyakazi wa Baresa iwe Buguruni, Mzizima, Kipawa, Kurasini, tuomba tarehe 28 tufike Chamazi ili twende tukalikamilisha jambo letu 28, jambo letu kwanza. Kwa majina naitwa Saidi Omari Mgonga ni chifurorazi hapa Buguruni kama ilivyokuwa kwamba tarehe 28 Azam FC tuna jambo letu.